Mfanyabiashara wa huduma za kifedha ambaye jina lake bado halijaweza kufahamika anaweza kudaiwa kuwa eh, kupigwa risasi na watu ambao pia wanasadikika kuwa ni majambazi usiku wa kuamkia Juni 21 siku ya jana Jumamosi mwaka 2025 katika eneo la Dumila wilayani Kilosa mkoa ni Morogoro. Inasemekana eh, kwamba mshikaji huyo ameweza kupigwa risasi na, lakini pia kazi yake ilikuwa ni masuala mazima ya huduma za kifedha kutokea huko mkoa ni Morogoro katika wilaya ya Kilosa. Sasa kwa mujibu taarifa za awali eh, marehemu alishambuliwa wakati akifu, akifunga duka lake na kuporwa begi lililodaiwa kuwa na kiasi kikubwa cha fedha. Tukio hilo limetokea katika mazingira ambayo pia yanaashiria uporaji eh, wa kimtandao unaohusisha matumizi ya silaha. Sasa inaonekana umshikaji inaonekana tayari alikuwa watu hao wa ambao wameweza kumvamia kama walishaanza kumchora kitambo, na hata mitandao ya kijamii pia imeokana nayo ni na moja kati ya kitu ambacho kuwa ni chanzo cha kuweza kusababisha tukio tukio hili kuweza kutokea na mshikaji kuweza kufariki. Kiasi kingi sana cha pesa ingawa kwa bado hakijatajwa thamani ilikuwa ni shilingi ngapi, lakini inasemekana ni kiasi kingi sana cha pesa ambacho mshikaji anaweza kunyang'anya na kuweza kupigwa risasi na kuweza kufariki na watu ambao bado hawajajulikana, lakini pia inasadikika kuwa ni majambazi. Sasa akizungumza kwa njia ya simu, mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamad Shaka ameweza kuthibitisha kuweza kutokea kwa tukio hilo akisema kwamba taarifa kamili iria tukio hilo ilitolewa na jeshi la polisi ambao waliendelea na uchunguzi wa tukio hilo, baadaye atawaeleza kilichotokea. So alikuwa katika harakati za kazi -kazi nini, ikashindikana ya kuweza kutoa taarifa ambayo imekamilika vizuri zaidi. Sasa hadi sasa jitihada za kuweza kumpata kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro Alex Mkama zinaendelea ili kuweza kutoa maelezo zaidi kuhusu eh, tukio hilo la hatua ambazo pia zinazidi kuchukuliwa kutokana na hiki ambacho kimekuwa kimetokea. Raia kama hivyo wanakuwa na teswa na mali zao eh, mshikaji alikuwa anatoka za katika huduma zake za kifedha e, inavyosadikika hivyo, and then akaweza kushambuliwa na risasi na risasi na yeye kuweza kufariki, kunyang'anywa pesa zote ambazo amekwisha kufanya kazi kuanza e, e, kuziweka benki, huenda labda ilikuwa ni Mpesa. Ilikuwa ni masuala mazima ya mawakala. Mambo yamekuwa ni makubwa sana, matukio yameendelea kuwa ni makubwa sana katika nchi yetu kwa sasa hivi. Kama hivi tunaona mshikaji ameweza kupigwa risasi na kuweza kufariki e. Kamanda wa polisi kutokea kule Morogoro, taarifa zinaendelea kushughulikiwa mpaka iweze kujulikana kwamba chanzo cha e, kifo hiki, lakini pia endapo watu hao wataweza kubainika, sisi toka kwanza kabisa kuweza kupatia updates pamoja na more information kuhusiana na sakata hili, endelea kutufuatilia hapo, drop comment yako kometisha kinomanoma chao.